Serikali ya Tanzania na Chama cha Mapinduzi wanajimaliza wenyewe kwa kumkamata Tundu Lissu na kumfungulia kesi ya uhaini. Haijalishi kwamba wamekataa kesi isisikilizwe kwenye mahakama ya hadhara lakini hata kama kesi itasikilizwa kimtandao bado madhara ya tendo hilo la kumkamata Tundu Lissu na kumfungulia kesi ya uhaini yatakiathiri sana chama cha mapinduzi kuliko Chadema. Chadema hawana cha kupoteza kwa sababu hii kesi itafanya mambo mengi yaliyokuwa yamefichika Tanzania yajulikane ulimwenguni kote. Dunia ilikuwa inaifahamu Tanzania kama nchi ambayo ni stable kisiasa. Kwa maana kwamba katika Afrika Mashariki mataifa mengi yameyumba yumba katika siasa. Sasa Tanzania ilikuwa ina heshima kwamba ni watu stable kisiasa. Watu wao wanaishi kwa amani na kuna utulivu wa kisiasa. Lakini kesi hii imeleta vyombo vya habari vya kimataifa kutoka nje. Kwa hiyo sasa yale ambayo hayakuwa yanajulikana kuhusu Tanzania CCM na serikali ya Mama Samia imeamua kuyaweka wazi, kwa dunia nzima ijue kwamba Tanzania hakuna demokrasia na Tanzania ukihoji kwamba unataka tume ya uchaguzi irekebishwe, unataka katiba mpya, ili sheria za uchaguzi ziwe safi kila muhusika atakayetaka kuingia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi aingie akijua kwamba refari hapendelei upande wowote. Sasa nadhani ni damage control serikali inajaribu kufanya kwa kuzuia Tundu Lissu asiapie fisikali katika mahakama, lakini damage has already been done, na inaendelea kuendelea kudamage bado serikali. Kwa hiyo Mama Samia, kama ni washauri wake walimshauri kwamba mkamate Tundu Lissu utamaliza kisiasa, basi nadhani hao waliomshauri awaangalie awa kama maadui zake au kama ni watu tu walikurupuka, wakaona kwamba kumzuia Tundu Lissu asiendelee kusema no reform no election ndio itakuwa dawa, basi hawa watu wangetakiwa wao wamefikiria na wamebadilisha mawazo yao. Wazungu wanasema only a fool cannot change his mind lakini mtu smart kichwani akiona kwamba tendo alilolifanya halikai vizuri, huwa anabadilisha mawazo. Kwa hiyo, kama Tanzania kuna washauri wazuri wa kisiasa, wangekuwa wameshamshauri Mama Samia kwamba huku tunakokwenda sisi ndio tunaojimaliza kisiasa kwa sababu tunaonekana kuogopa, tunaonekana kumuogopa Tundu Lissu mpaka tumefikia kumkamata ili kumzuia asiingie kwenye ushindani wa uchaguzi, wakati ilikuwa rahisi tu. Wewe mama, una vyombo vyote vya usalama. Wewe mama, ungependekeza tu tume mpya ya uchaguzi iundwe sheria za uchaguzi zile zinazopigiwa kelele ubadilishe, na mambo yangeenda vizuri tu. Na bado wewe mama Samia ndio una nafasi nzuri ya kushinda. Nitarudia tu kila saa mpaka ieleweke kwamba wewe ukiweza kufanya hayo mabadiliko ya kurekebisha katiba na urekebishe sheria za uchaguzi, utasifika, historia itaandikwa Tanzania kwamba wanaume watano wamewahi kuwa marais wa Tanzania lakini hawakuthubutu kufanya kile mama Samia amethubutu kukifanya. Amerekebisha sheria za uchaguzi, ameunda tume mpya huru ya uchaguzi, amefanya vyama vya upinzani amevipa ruksa ya kufanya siasa, kukutana na wananchi bila kubugudhiwa na jeshi la polisi na hatimaye ameibuka mshindi wa uchaguzi wa 2025. Hiyo mbona itakuwa bonge la <laughs> kuinuliwa kisiasa. Ni maoni yangu, lakini lakini mimi ninavyoona kwa mambo yanavyokwenda sasa hivi hata huko CCM hakutakuwa kuwa salama, kwa sababu mitandao ya kijamii inavyotumika. Kuleta hiyo story sasa hivi, Tundu Lissu ndio ana trend kwenye mitandao yote ya kijamii TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Sasa serikali ya CCM wangejua wanampa Tundu Lissu publicity ya kisiasa ya bure, nadhani wasingefanya hivyo, lakini sasa hakuna njia, itabidi iwe hivyo. Lakini bado mnaweza kurekebisha hiyo damage isiendelee kuwa kubwa, na kurekebisha ni kumwachia aendelee kusema no reform, no election, na nyinyi mwendelee kujipanga kushindana na yule atakayekubali kuingia kwenye uchaguzi.